Je, unafahamu mchakato unaofanyika pindi kiti cha papa kinapobaki wazi? Afisa mwandamizi ndani ya Vatican maarufu kama Camerlengo, ndiye atakuwa wa kwanza kuthibitisha kifo cha papa. Kwa sasa, nafasi ya Camerlengo inashikiliwa na Kardinali Kevin Farrell kutoka nchini Ireland. Yeye ndiye mwenye jukumu la kuuchunguza mwili wa papa na kuliita jina lake la ubatizo mara tatu, ili kuhakikisha kuwa kama kweli papa amefariki, hata kama madaktari watakuwa wamelithibitisha hilo. Kisha papa huyo huvuliwa pete yake ya kipapa na kuharibiwa, kabla ya makazi ya papa huyo kufungwa na jopo la makadinali kutaarifiwa kuhusu kifo cha papa kabla pia tangazo rasmi halijatolewa na Vatican yenyewe. Siku tisa za maombolezo au Novendiale hufanyika huku mwili wa papa huyo ukiweka ndani ya Kanisa la Mtakatifu Petro kwa ajili ya shughuli za kutoa heshima za mwisho. Vatican huingia kwenye maombolezo rasmi huku ukitangaza kuwa kiti cha papa kiko wazi ambapo maamuzi makubwa hushindwa kufanyika kutokana na kutokuwepo na kiongozi wa kanisa hilo kwa wakati huo. Mazishi ya Papa hufanyika ndani ya siku chache, ndani ya viunga vya Mtakatifu Petro na yataongozwa na kiongozi wa makadinali ambaye ni Mtaliano anaitwaye Giovanni Battista Re. Papa huyo atazikwa kwenye eneo maalum lililo chini ya kanisa la Mtakatifu Petro ambapo pia wamezikwa mapapa mia moja waliowahi kushika wadhifa wa kanisa hilo. Wiki tatu baada ya maziko ya papa, makadinali hukutana katika kanisa la Sistine kwa ajili ya mchakato wa kumchagua papa mpya ambaye hutokea kati ya makadinali hao hao, utaratibu ambao umedumu sasa kwa miaka mia saba. Zoezi la upigaji kura ni la siri sana, likihusisha makadinali wenye umri chini ya miaka 80. Jumla ya makadinali 120 wanatarajiwa kushiriki mchakato huo, huku Kanisa Katoliki duniani likiwa na makadinali 252 hadi kufikia mwezi Januari mwaka 2025. Zoezi hilo hufanyika mara nne hadi kadinali anayewania nafasi hiyo apate theluthi mbili ya kura zote zinazopigwa.